Ebwana hi, kwa mara ya kwanza, kama unataka boli, kuingiza hizi EZkeys version ya kwanza kekstrakti, ok, utakutana na foda kama hii, lakini mndani pia, ukiingia hapo utakutana na foda nyingine ambayo inakaa katika mfumo wa image ambayo lazima extract kwa kutumia pau aiso tena kwa pa hiyo. Hii ni njia rahisi ya ku install i iziki kija hapa, usiingie setup ili ku install hapa, usa tu neno uta autorun moja kwa moja, itakuletea hiki Utakwambia install EZkeys computer bando, kwa hiyo utagusa hapo, itakuletea hapa, ina rodi, utabonyeza next, utabonyeza na next, okay bonyeza nexti, next, nexti, next install. Hivyo ndivyo tunavyoinstall plugin, lakini kutokana na ukubwa wa plugin nitakwenda kuipause video ili kwamba imalize kuinstall. Hapo sasa, hapo ni baada ya kumalizika imeshia, hivyo kitiki hapa, bonyeza finish ifungua

na kuomba waendelee kufuatilia tutorials zichazo.